alafu tume wake kusema hawa mafilimasoni wale wale, mafilimasoni wale wale, kakaenda kakaruli, wanaenda hivyo hivyo, maana wako kwenye ule ufalume na ni waaminifu kwenye ufalume wao kutumikia kwa nguvu zote na kwa gharama yoyote. No, sisi tunabaki tu tunapiga maktai. Jamani Mungu wetu sio maskini. Mungu wetu sio masikini. Mungu wetu, wetu ana kila kitu. Na yuko juu ya juu ya vyote. Biblia inasema yeye Kristo Yesu ni yote katika yote, ndani ya yote na juu ya yote. Ni mbaya. Yaani jambo hili ninalilinganisha, yaani jambo la walokole na nina wamataifa ninalifananisha, kindicho kitu ambacho nakipata saizi hapa. Ninapata mafunuo haya saizi hapa kwamba jambo hili linafanana na Esau na Yakobo. Esau alikuwa mzaliwa wa kwanza na alikuwa ndiye mrithi kwa mujibu wa Biblia wa vitu vyote kwenye himaya ya baba yake na uzao wao, lakini Esau akaiuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza, akaiuza heshima yake, na akamuuzia Yakobo kwa chakula cha muda mfupi kilichokuwa kinaitwa dengu ile nafasi. Waebrania anasema hata alipokuja kulia kwa machozi hakuipata ile nafasi, maana alishaipoteza, akaichukua mtu mwingine aitwaye Yakobo. Sasa inafika mahali wa Kristo tuliokoka tunafanana wa walio wengi na Esau kwamba tunauza uzaliwa wetu wa kwanza, yani tunapoteza haki zetu mbele za Mungu. Watu waliokoka katika Yesu Kristo ni warisi pamoja na Bwana, ni warisi wa baraka za Bwana, ni warisi wa heshima ya Mungu, ni warisi pamoja na Kristo Yesu, ni warisi ni tunapoteza kwa sababu ya kutokujua Pokea maarifa hayo kwa jina la Yesu Kristo. Usibaki katika hali ya kutokujua, zinduka sasa. Unapopewa maarifa, unapoanza kujua, tumia nafasi yako, lazima tuchukue nafasi yetu nakufata wewe mkubwa tutapata nini? Yesu akasema, sikiliza, hakuna mtu aliacha vyote kwa ajili yangu, yaani ameamua vyote vya za alafu akautafuta ufalme wangu na kushikamana na mimi na kutendea kwenye neno langu na kuitii neno langu na kuyatenda mapenzi yangu na kuishi maisha matakatifu, ambaye hatapata hapa kwanza malamia Alafu baada ya hii maramia, kisha uzima wa milele muulize jirani yako maramia, kwa kwa kwa kwa kwa kwako iko wapi? ya hapa hapa, lazima maramia ipatikane, lazima maramia ipatikane, wapendwa jamani, amina. Tusibaki kujifanya kwamba hata kama wana vingi, sisi hatuna, hata kama ni matajiri, sisi ni masikini, lakini ufalme wa Mungu ni wetu, hata maramia ni yetu. Sio mara mia, sio ya mataifa. Mara mia ni ya watu waliokoka. Hiyo jibu Yesu alimjibu Petro. Haleluya! Hakuwajibu mataifa alimjibu Petro. Hakuwajibu wapagani alimjibu Petro. Haleluya! Kama mtapokea pa mara mia na kisha uzima marami miakano umasikini sio si roho ya Mungu, lazima malamia ipatikane hapa Jamani. Haleluya! Malamia ni mala ya watu waliokoka, malamia ni ya watakatifu, malamia ni ya kanisa la Bwana, malamia ni ya watu waliogeuka kutoka kwenye dhambi, wameondoka kwenye ulimwengu wa giza wanatakiwa huku ndani waipate maramia, waione maramia, watembee na ile mia haleluya, watembee na ile maramia. Mwambia jirani yako unatakiwa utembee na ile maramia. <laughs> sinafika mwezi wa saba, mwishoni mwezi wa nane, njaza yani nyumba za watakatifu, njaa inanuka. Iko wapi malamia? Maisha tunaishi kwa kubangaiza. Iko wapi malamia yetu? Tunaishi kwa kubahatisha kama kunguru na kama ndege wa angani <laughs> sio mwisho wa siku tutaanzisha imani potofu, alafu utaona, alafu utabadilisha maandiko, unasema Mungu ameandika vyote ni vyenu. Unaenda kuanua unga wa watu walipoualika, unaenda kuanua mavazi ya watu walipoandika kwenye kama Yaani chochote utakachokiona wewe ni kupwapua unasema hivi vyote ni vya kwetu. <laughs> Eh? Tutafika hapo sasa, hiyo itakuwa tayari ni imani potofu ya wale wenzetu ambao wanasema vyote ni vyetu. Wewe weka mchele vyovyo kuta haupo jamaa, wanasema na huni wetu. Sasa tutafika hapo, lakini hiyo sio kweli Lazima mala mia tuipate katika kuyatii na kuyafanya maagizo ya Bwana. Sema mataifa wana bidii kwenye ufalme wao, lakini sisi kwenye ufalme wa Mungu hatutaki kuonyesha ile bidii. Biblia inasema ufalme wa Mungu tangu nyakati za Yohana mpaka sasa Tangu nyakati za Yohana mbatizaji hata sasa, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaopeka. Haijasema hohehahe goigoi walegevu legevu tu, wanaobaki wanashangaa shangaa. Wanaochukua hatua wanachukua hatua, wakilishika neno wanachukua hatua hao kisha usimame. <laughs> Haya, haleluya! Jamani amina, jamani amina. Hebu mtazame jirani yako, mwambie kutembea kwa kwa miguu hiyo, sio malalamiko my friend, hiyo sio malalamiko, hiyo sio malalamiko, tusijifariji. Amina jamani, amina jamani, amina jamani amina. Jamani, amina, amina, jamani. Jamani amina, jamani amina, jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, amina.

Misingi na kanuni zake zikoje? Itambwe kanuni ya Mungu alafu katikati ya hayo utamwona Mungu. Mwambie jirani yako Mungu ni wa kanuni. Hatumwabudu Mungu kwa kubahatisha. Mungu tunamwabudu kwa zile kanuni zake. Tukitembea na zile kanuni za Mungu, aise, Mungu anawainua wanyonge kutoka mavumbini, alafu anawaketisha pamoja na, na wakuu <laughs> Mtazame jirani yako mwambie unatakiwa unatakiwa kuketishwa kuketishwa pamoja na kuketishwa pamoja na na wakuu. <laughs> Wakuu. Hapo mtazame tu. Mwambie sasa hivi tunaweza tukakuchukua hapa tukakuketisha pamoja na Modeu. Tunaweza tukakuchukua hapo saizi tukakuketisha pamoja na Mo. Dewichi. Eh? Eh? Eh? Sikiliza, ndio maana watu katika dunia hii nasema, unajua kuna ubaguzi, watu wenye hela na watu matajiri. Wanakaa matajiri kwa matajiri. Sasa akikaa na mimi kimbayambaya, tutabadilishana mawazo gani eti sila? Eh? huyu ni mchoraji wa picha zote za marais na wakuu wote. Akikuangalia yaani, hivi hata akikuchukua nani, tayari anakuletea, anakuleta kama ulivyo. Amepata tuzo tu kubwa kubwa, yuko hapa sasa. Mimi nataka kukaa naye, alafu sitaki kufanana naye. Hivi tutabadilishana mawazo gani? Yeye yuko pale kwenye nani yake na akili yote iko pale, alafu mimi niende pale nianze kupiga zile nanii zile zile, mnaita nini joka meliwa joka nini lile, sijoka siji dume sijike, mnaita nini eh? Mimi nabeba karata <coughs> naenda nazo pale kwa huyu kushinda na huyu, alafu nikifika pana hi ni, nikupiga ni, ni, ni na sawa. Ehe, yaani nataka niende na huyu, alafu tuanze kushinda mimi na yeye kupiga zile karata hivi. Huyu na akili yake hiyo yote, niende pala ofisini kwake nimebeba burungutula. Sawa, huyu atanielewa kwamba niko Chia, asasema chizi akaingia kwenye ofisi yangu eh? Jamani, Bwana Yesu asifiwe! Na nadhani napokwenda kwenye ofisi ya yule bwana pale, nione anachokifanya, alafu na mimi nifanye kama anavyofanya mwisho wa siku, jamani amina, au niwe nauliza maswali ya kile anachokifanya hapo, tunaweza tukaelewana, kwa sababu atajua huyu mtu ni mtu anataka kujifunza jambo ni mtu ambaye ana haja na kitu hiki. Jamani amina, jamani amina. Sasa mwizi huwa anatembea na mwizi mwenzake, mvutabangi huwa anatembea na mvutabangi mwenzake, mmea huwa anatembea na mmea. Jamani, ndege wawili wanaofanana ndio wanaotembea pamoja, wazee wa humu Hebu tazame jirani yako, mwambie ndege wanaofanana ndio wanaoruka pamoja. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jamani Amina. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata shuleni tunashauri mtoto kama hana akili akae na mtoto mwenye akili, maana anaweza kabadilishwa kupitia nani? Huyu mtoto mwenye akili. Jamani haleluya. Sasa wote wanasema, mbili mara moja ni ngapi? Wote hawajui, wanaangalia na macho. Nini kitatokea? Matokeo yake, huyu anaanza kuibia, anaangalia alishoandika mwenzake, anaibia kumbe Mbili mara moja eh? Sawa na ngapi? Sawa na ngapi? jibu sahihi sawa na ngapi? Sasa wote huyu eh? huku ataandika mbili mara moja ni sifuri, kwa kuwa huyu naye sasa aeneo chochote, anaanza kuibia, anapiga jicho na mwali moja kwenye nani, upande wa mwenzake ameandika sifuri, na yeye anaanza kuandika sifuri mwisho wa siku madaftari yanakusanywa kwa mwalimu, wote wanapata wote wanapata uliokoka. Bwana, kwa mujibu wa Biblia sio masikini. Mwambie tena, umaskini sio roho ya Mungu jamani, amina. Sasa tunatokeje hapo? Yasikilize mashauri ya Mungu, tunaweza tukatoka hapo. Tunatokeje kwenye shimo hilo? Tunatokeje kwenye hivyo vifungo? Haleluya, yasikilize maneno ya Mungu, utapika mahala, utajua kabisa mtu aliokoka sio masikini. Ukijua nafasi yako kwa Mungu, ukijua wajibu wako kwa Mungu, ukijua ushirika wako kwa Mungu, ukijua kudini na Mungu, hazina za mbinguni zitaachiliwa Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, tuko pamoja <coughs> na mtu aliyokota <ni> <coughs> na hawa wote ambao walikuwa wanawajibika katika swala zima ya namna ya kumtolea Mungu walitoa katika vitu walivyonavyo wenyewe, hawakudalia vitu vya watu na vile vitu walivipataje? Walifanya kazi. Mwambie jirani yako, wale wote walioingia kwenye anga ya nguvu ya sadaka walifanya kazi. toka mavumbini akawaketisha pamoja na wakuu.